Maombi yetu maalum kabisa maombi ya mafungo ya siku kumi na mbili kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutusaidia kumaliza salama mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Maombi yetu haya yana sehemu kubwa mbili, yana sehemu ya asubuhi pamoja na jioni, na kila siku moja inawakilisha mwezi mmoja katika mwaka. Upande wa asubuhi tunasimama kwa ajili ya kushukuru kwa ajili ya mwaka uliopita, na upande wa jioni tunasimama kwa ajili ya kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka ujao. Asubuhi ya leo kama tulivyokubaliana, hatukuwa na maombi ya njia ya audio. Matokeo yake tulifanya kwa njia ya misa, kwa njia ya misa ambapo tulishauri na tulielekeza, tulifundisha kwamba kila mtu kibinafsi akashiriki misa kwenye parokia yake. Na moja ya nia ambayo uingie nayo, uingie na nia maalum ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya malango ya mwezi wa nne wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, namna alivyokulinda huu mwaka mzima, kisha baada ya hapo upokee na ekaristi takatifu. Tunamwamini Mungu, wale ambao ni watii wamefanya namna hiyo. Mimi pia na mke wangu tumefanya hivyo, ili kuweka mfano. Tunaamini na we pia ulipo umefanya. Leo jioni tunaendelea na somo kama kawaida, tukiendelea kulisimamia lango la mwezi wa nne, kwa sababu ni siku ya nne ya mafungo yetu kwa upande wa jioni. Muda huu unaponisikiliza, tutaenda kudili na lango la mwezi wa nne la mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tutaenda kulipandia mbegu. Tufungue kwa sala ili tuanze rasmi maombi yetu. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako pamoja na wema wako ambao umeendelea kutulinda maishani mwetu. Asante Baba, wewe ni mkuu naweza yote, wala hakuna Mungu aliye mkuu aliye kama wewe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wako, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya utakatifu wako pamoja na baraka zako. Tunakuomba Mungu Baba toba na msamaha hata maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumeanguka kinyume na mapenzi yako, tunaomba damu ya Yesu Kristo ipate kututakasa na kutuosha ili tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba Roho Mtakatifu uwepo mahali hapa, utusimamie, ili baadaye, Bwana, iweze kuwa na kibali machoni pako. Amsha moto wako neema yako na nguvu zako ili Mungu Baba, kile tunachokifanya hapa kiweze kuleta matokeo yenye faida katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, kama ndio unanisikiliza kwa mara yako ya kwanza, naitwa Mwalimu Petro, napatikana jimbo la Arusha nchini Tanzania, katika parokia ya Msalaba Mtakatifu Kisongo na kukaribisha sana sana sana pamoja nasi. Kama hujapata masomo ya tangu siku ya kwanza, wasiliana na sisi tukutumie masomo haya. Watu wa Mungu katika mafungo yetu haya kwa upande wa jioni, tutaenda kujifunza somo linaloitwa namna ya kuunganisha uhai wa Yesu na mbegu zako ili zisife kwa mwamba wala kwa jua, namna ya kuunganisha uhai wa Yesu na mbegu zako ili zisife kwa mwamba wala kwa jua. Namna ya kuunganisha uhai wa Yesu na mbegu zako ili zisife kwa mwamba wala kwa jua, ili ndiyo somo letu tulilo nalo. Ukilisikiliza juu juu, unaweza usielewe lakini ukitulia utaelewa kile kitabu cha Injili ya Marko sura ya nne ule mstari wa tano hadi wa sita. Marko sura ya nne mstari wa tano hadi wa sita inasema namna hii, nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi; mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Kwa tunaona Biblia inaonyesha namna huyu mpanzi ambaye ni mimi na wewe alipanda mbegu na alipanda kwenye mwamba. Biblia inasema jua lilipowaka ile mbegu iliungua, ilinyauka kwa sababu ya jua liliwaka na alipanda kwenye mwamba ambapo hapakuwa na mizizi. Katika aina hii ya mbegu tuligundua kwamba kuna malengo ambayo watu huwa tunaingia nayo katika mwaka na mipango mbalimbali tunakuwa nayo, ambayo tunaamini katika huo mwaka tunaenda kufanikiwa. Tukaona kwamba kuna mipango ambayo watu waliingia kwenye mwaka wakitegemea wanadamu watumike kuwafanikisha na matokeo yake hawakufanikiwa kwa sababu walitegemea wanadamu ambao ni sawa na mwamba. Lakini pia tukaona kuna vita mbalimbali vinavyoinukaga kukwamisha mipango yetu isifanikiwe. Tukasema vita mbalimbali mbali, mashambulizi mbalimbali dhiki mbali na majaribu mbalimbali ni sawa na jua lililounguza mbegu. Tukapata nafasi ya kujifunza kwa kina tukapata nafasi ya kuomba na kuona na kutembea kadiri Mungu alivyotuongoza. Sasa siku ya leo, tukiwa tuko bado kwenye aina hii hii ya pili ya mbegu, tutaenda kuangalia lile eneo la namna unavyoweza ukaunganisha uhai wa Yesu na mbegu yako uliyoipanda ili hiyo mbegu yako isife. Watu wa Mungu, kwa mujibu wa somo letu, tunapoongelea neno mbegu, tunamaanisha mipango, malengo unayokuwa nayo unayotegemea kuyapata katika mwaka usika. Unasema mimi mwaka huu nataka kupata kitu fulani, na muomba Mungu jambo fulani, kwa yale ulionayo, ndiyo mbegu yako kwenye mwaka. Sasa tutaenda kuangalia namna gani hiyo mbegu sasa unaweza ukaiunganisha na uhai wa Yesu isife, kwa mwamba kama tulivyojifunza siku ya pili na ya tatu, wala kwa jua, kama ulinifuatilia vizuri tulikotoka. Unanielewa zaidi. Leo tunasimamia lango la mwezi wa nne. Kwa nini kwenye mwezi wa nne tunaombea uhai wa Yesu? Kwa nini kwenye mwezi wa nne tunaombea uhai wa Yesu? Ni kwa sababu mwezi wa nne ni mwezi ambao huwa tunasherekea Pasaka ya kufufuka kwa mkombozi wetu ambaye alitupatia uzima wa milele kupitia ufufuo wake. Mwezi wa nne ni mwezi ambao huwa tunasherekea Pasaka yaani kufufuka kwa mkombozi wetu ambaye alitupatia uzima wa milele kupitia ufufuko wake, sawasawa na kila kitabu cha Injili ya Matayo sura ya ishirini na nane ule mstari wa tano hadi wa sita. Injili ya Matayo sura ya ishirini na nane mstari wa tano hadi wa sita. Injili ya Mathayo 28:5 hadi 6 inasema namna hii: malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulibiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. kwa tunaona Biblia inasema malaika akawajibu wale wanawake walioenda kupaka mwili wa Yesu mafuta ile siku ya kwanza ya juma aliwaambia, mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa, hayupo hapa, amefufuka kama alivyosema. Na kuna wimbo mmoja unaimbwaga, wanasema kaburini hayupo amefufuka, kaburini hayupo amefufuka, afu wanaendelea kuimba na maneno mengine hasa. Mambo yote haya katika utaratibu wa liturgia ya kanisa Katoliki huwa tunayaadhimisha na kuyasherekea kwenye kipindi cha Pasaka. Na ukirudi kwenye kalenda ya mwaka, Pasaka mara nyingi huwa inakuwepo mwanzoni mwa mwezi wa nne au katikati ya mwezi wa nne. Kwa ujumla tu huwa inakuwepo mara nyingi mwezi wa nne. Asa, leo ni siku ya nne ya mafungo, tunasimamia lango la mwezi wa nne, na ndiyo maana tunaenda kuomba uhai wa Yesu ambao huwa tunaupata kwenye ufufuko wake wa Pasaka uunganike na mbegu zetu ziwe hai kama yeye Yesu alivyo hai, sema amen kwa jina la Yesu. Ufufuko wa Yesu umekuja na neema ya kutufanya sisi kuwa hai ndani yake kama yeye alivyo hai. Ufufuko wa Yesu umekuja na neema ya kutufanya sisi kuwa hai ndani yake. Kuna utofauti wa kuwa nje ya Yesu na ndani ya Yesu. Ukiwa nje ya Yesu haupo salama, ukiwa ndani ya Yesu upo salama. Asa, ufufuko wa Yesu umeachilia uhai ndani ya Yesu, na sisi tumewekwa ndani ya Yesu. Kwa kupitia ufufuko wa Yesu tumepewa Neema ya uhai ndani ya Yesu, siyo nje, ndani ya Yesu. Na uhai huu tuliopewa, tumepewa sisi na nafsi zetu, tumepewa sisi na familia zetu, tumepewa sisi na mali zetu, tumepewa sisi na kila tulicho nacho. Na ndiyo maana mara unaponisikiliza wewe na nyumba yako, wewe na familia yako, wewe na nchi yako, mmepewa uhai ndani ya Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na saba ule mstari wa ishirini na nane kinaongea lugha nzuri sana. Matendo ya Mitume sura ya kumi na saba mstari wa ishirini na nane. Matendo ya Mitume kumi na saba, ishirini na nane. Inasema namna hii: kwa maana ndani yake yeye tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Kwa unaona Biblia inavyosema kwamba ndani yake tunaishi tunakwenda na kuwa hai na tunakuwa na uhai. Kwa nini? Kama alivyosema kwamba sisi tu wazao wake, kwa ndani ya Yesu tunaenda tunaishi tukiwa hai. Ndio maana nilikwambia kule mwanzo, hatuishi nje yake, tunaishi ndani yake. Unapopanda mbegu ukaiunganisha na uhai wa Yesu, kinachotokea maisha yako na mipango yako uliojipangia ndani ya mwaka mzima inaenda ikiwa inaishi, haifi. Tulijifunza kuna ndege anayekula mipango kwenye mwaka, tukajifunza kuna mwamba unaozuia mipango isifanikiwe, tukajifunza tukaangalia pia kuna jua linalounguza mipango ya watu, hasa ukipanda mbegu yako ukaunganisha na uhai wa Yesu, ndege hawezi kula, mwamba hauwezi kuzuia, wala jua haliwezi kuzuia, kwa sababu palipo na uhai wa Yesu hapana mauti. Kuna watu wengi ambao kila mnapoweka mipango inapatana na mauti, inapotea asa, ilikuwa inapotea kwa sababu haikuwa hai, na ndio maana Mungu leo anakufundisha mbinu mpya kama muumbaji Unapoweka mipango yako kwenye mwaka hakikisha umeiunganisha na uhai wa Yesu ili ile mauti inapokuja inakutana na uhai inashindwa kufa, si kama, unanielewa mtu wa Mungu ale. Mambo haya tunayoyasema ni mambo ya kiimani, sio mambo ya kimwili, sio mambo ya kutumia akili, ni mambo ya kiimani. Kama nilivyokusemesha, elfu mbili na ishirini na sita, ni mwaka tutakaoishi kwa imani. Ukianza utanielewa. Huo mwaka ukianza, utaelewa ni mwaka tunaoishi kwa imani. Yesu alimwambia Tomaso, wana heri walioamini kabla ya kuona. Kwa hiyo una heri wewe ambaye utaamini hili neno kabla ya kusubiri mwaka uanze ndio useme, afu kweli yule mtu alisemaga. Amini leo ili ujiandaye, ili uishi kwenye hili fundisho. Kile kitabu cha injili ya Marko, sura ya 9 mstari wa 23. Marko, sura ya 9 mstari wa 23 Marko sura ya tisa mstari wa ishirini na tatu inasema, Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Ukiweza yote yawezekana kwake aaminie, ko kila kitu kinawezekana kama ukiamini. Na ndiyo maana hata kuunganisha mbegu yako na uhai wa Yesu inawezekana ukiamini. Kinyume chake ni kwamba usipoamini haitawezekana. Mtu wa Mungu, amini ili iwezekane sema amen. Asa hii mbegu na uhai tunaviunganishaje? Muda huu nitakuonyesha, hii mbegu na uhai tunaunganishaje? Unaunganisha kwa kujinenea unabii kwa imani, unaunganisha kwa kujinenea unabii kwa imani, unaunganisha kwa kujinenea unabii kwa imani kwamba mipango yangu yote nilionayo mwaka elfu mbili na ishirini na sita naomba iunganike na Pasaka yako iwe hai siku zote itimilike na isife hata mmoja. Ukisema tu hivyo tayari inaunganika. Unasema hivi, unaunganisha kwa, kwa kujinenea unabii. Unasema tu kwamba ee, Mungu mipango yangu yote niliyonayo mwaka elfu mbili na ishirini na sita naomba iunganike na Pasaka yako isife, iwe hai kama we Yesu ulivyo hai. Ukisema tu namna hiyo katika ulimwengu wa roho ile mbegu inakuwa hai na haitokufa. Kwa tunapoongea hii lugha, usije ukafikiri labda ni kitu kigumu, kina process ndefu. Nonono, no. Ni process rahisi tu kutamka, unajinenea tu nabii kwa imani. E Mungu, mipango yangu na malengo yangu nilionayo mwaka huu naiunganisha na Pasaka yako, naomba iwe hai kama we Yesu ulivyo hai isife, unakuwa hai. Katekismu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba kila Mkristo mbatizwa ni kuhani na nabii. Katekismu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba kila Mkristo mbatizwa ni kuhani na nabii, na ndiyo maana unaweza ukajinenea unabii. Kwa imani, ikawa kuna watu ambao mwisho wa mwaka kama hivi anaanza kujihangaisha kwenye mitandao kuwasikiliza manabii mbalimbali wanavyotabiri juu ya mwaka ujao. Mtu wa Mungu, unapokuwa mwisho wa mwaka usitumie nguvu kuwasikiliza manabii wanaotabiri kwenye mwaka, ila anza kujitabiria wewe, kwa sababu wewe ni nabii wa maisha yako. Mtu mwingine sio nabii wa maisha yako. Ni nabii wa maisha yake yeye, jitabirie wewe. Angalia kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa. Kina fundisho nzuri sana Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa Waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya pili mstari wa tisa inasema, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo sisi ni uzao mtaule mteule, ni ukuhani wa kifalme, ni watu wa miliki ya Mungu. Tunaitwa tuzitangaze tujitabirie fadhili za Mungu kwenye maisha yetu, ili tutoke kwenye giza tuingie kwenye nuru. Yuamkini miaka yote umefungwa gizani kwa sababu ulikuwa unategemea kutabiriwa. Biblia inasema unaposimama kujitabiria wewe, unaposimama kujitangazia wewe fadhili za Bwana, oh, unaondoka kwenye giza, unasimama kwenye nuru. Na ndio maana elfu mbili na ishirini na sita si mwaka wa kukaa gizani tena. Kama ulikuwa umezoea kukaa kwenye giza, ni oh, nikutangazie mwaka ujao ni mwaka wa kukaa kwenye nuru, ni mwaka wa kukaa kwenye nuru, nuru ya kila eneo la maisha yako, nuru ya kila eneo la maisha yako, ni saa ya kukaa kwenye nuru. Sema amen kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, tusimame sasa kwa ajili ya kwenda kujitabiria. Kila mtu muda huu ataenda kujitabiria, na utajitabiria kitu kimoja tu, kuunganisha uhai wa Yesu na malengo yako ulio nayo kwenye mwaka huu, we mwambie tu Mungu, kila lengo nililo nalo naunganisha na, na uhai wako, naomba iwe mbegu hai iwe mbegu hai. Utatamka tu namna hiyo na Mungu atafanya na itatokea. Kwa imani tunaishi kwa imani. rapu shandara basaka. Kama unaweza ukakamata sadaka yako mahala ulipo, sadaka yako uliyoiandaa kwa ajili ya mwezi wa nne unaweza ukaikamata, kwa sababu kumbuka kila mwezi unatoa sadaka yake, sadaka yako uliyoiandaa kwa ajili ya mwezi wa nne unaweza ukaikamata. Kuna mtu mmoja aliniuliza swali siku ya jana, akasema mwalimu, je, naweza nikasubiri hizi sadaka nikaziunganisha nikaja kutuma kwa mara moja? Jibu ni ndio, inawezekana. Na ndio maana siku zote kama mnanisikiliza, nawaambia hii sadaka kama bado hauna ila, kwenye moyo wako unajua mwezi wa nne umepanga utatoa kitu gani? Mwezi wa tano kitu gani? Ndio maana huwa anawaambia kamata moyoni, kamata moyoni. Mfano labda mimi, mfano sio uhalisia, mfano nimesema mwezi wa nne napanda mbegu ya elfu mbili kwenye maombi yangu naunganisha no, na shilingi elfu mbili kama sadaka yangu ya mbegu, kutokana na malengo nilio nayo. Mwezi wa tano hivyo hivyo, elfu mbili, ina maana lakini kwa sasa sina bado, ina maana siku nikiipata, sasa ile siku ya mwisho ya maombi ile tarehe thelathini moja ndiyo ninaitoa. Nafikiri umenielewa, kwa kila mmoja afanye kutokana na vile alivyo navyo na ule uwezo alionao. Kwa kamata sadaka yako, kama unayo tayari, kamata mkononi mwako, tuombe. Tukimaliza utaitoa kadiri ya namba za simu tunazoweka kama bado hauna siku utakayoikamilisha yote, utaitoa kadiri ya namba za simu tunazoweka. Lakini pointi ya msingi kwa sasa, kamata sadaka yako, unayo mkononi, kamata mkononi. Hauna, kamata moja afu sema haya maneno pamoja na mimi, ni maneno maalum ya kukuongoza, kisha baadaye nitakuachia ujitabirie mwenyewe. Sema eh, Bwana Yesu. Sema tena, eh, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umesema na Bibi Eva, e Bwana, kwenye malango ya mwezi wa nne mwaka 2026. asante Bwana Yesu, maana huu mwezi ni mwezi wa Pasaka, ni mwezi wa ufufuo, ni mwezi wa ukombozi, ni mwezi wa uhai. Nami Mungu nasogea kwako nikiwa na sadaka yangu e ya Bwana, nimeikamata mkononi mwangu, nimeikamata moyoni mwangu Baba ninakutolea, ninaunganisha sadaka yangu na sadaka ya damu ya Yesu, ninaunganisha na maombi yangu niliyo nayo ee Bwana juu ya malengo yangu niliyo nayo mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Sema ee Bwana Yesu, ninaunganisha na yale malengo ulionipangia wewe niwe nayo mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Vyote kwa pamoja ninaunganisha na uhai wa Yesu uliopo kwenye Pasaka, uliopo kwenye Pasaka, ninaunganisha na uhai wa yesu uliopo ndani ya Pasaka. Sema ee Mungu Baba, sema ee Mungu Baba, maana umenisemesha siku ya leo. Ndani yako tunaenda tunakuwa hai na kuishi ndani yako tunaenda tunakuwa hai na kuishi. Nami Mungu ninakuomba mwaka 2026 ndani yako nikatembee ndani yako nikatembee, nikawe hai na kuishi, mimi na malengo yote na mipango yote niliyo nayo baba. Baba, hizi ni mbegu zangu baba, hizi ni mbegu zangu naomba zikawe hai naomba zikawe hai najitabiria uhai najitabiria uhai Baba, naomba zikawe hai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kujitabiria mwenyewe, endelea kujitabiria mwenyewe uhai, endelea kujinenea uhai. Oh, kila siku nimekuwa nikiwasemesha, mauti na uzima ni kwenye uwezo wa ulimi, kila mtu atakula matunda ya kinywa chake. Hebu jitabirie uhai, jitabirie uhai jitabirie uhai, mwambie Mungu, malengo yangu niliyo nayo mwaka elfu mbili na ishirini na sita naomba yaungane na Pasaka. Oh, kumbuka tuko kwenye lango la mwezi wa nne, ni lango la uhai, ina baraka ya uhai. Hebu jitabirie uhai, nami naita damu ya Yesu ije hapo ulipo. Naita damu ya Yesu, maana kuna watu wana uzito wa kuomba. Usimsikilize shetani aliyekuwekea uzito wa kuomba kwenye mwili anajua utakaposimama na kuomba utamwaridia kazi zake alizopanga akuwekee elfu mbili na ishirini na sita. Oh, simama kishujaa. Samsoni alitobolewa macho akusikiliza mwili alisimama kijasiri akajitabiria akajinenea na Mungu alifanya na Mungu alifanya. Oh, yule Mungu aliyefanya kwa Samsoni ndiye tuliye naye Kanisa Katoliki ndiye tuliye naye mahali hapa o oh, mtuamukwalitabirie itabirie, inene inene. Usianze kuhangaika kwenda kwenda huku na kule, watu wakakutabirie. Ukue wewe mwenyewe kupu mafuta matakatifu ya Kristo, ulifanywa kuwa kuhani, ulifanywa kuwa nabii katika sakramenti ya ubatizo. oh, tumia mamlaka yako, tumia haki yako Mkristo, tumia haki yako Mkristo, jinene, jinenee mema, jinenee mema. Waamini wako waliokuwa na kunenea mabaya miaka mingine, sa tishwe, na vinatokea saa imefika, yawe kujinenea mema na vikatokee. Usitishwe na ndoto mbaya unazo wejinenee mema. Bwana anasema naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Unapojinenea mema, akiwa mbinguni kwenye kiti chake cha enzi anaangalia neno lake alilokuongoza leo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wajinenea, ka ndilo ambalo analitimiza, ndilo ambalo analifanikisha. Wewe usiangalie mauti zilizo kupiga mwaka huu, usiangalie wingi wa majanga ulio nayo, usiangalie wingi wa njaa ulizo nazo, usiangalie wingi wa mateso, usiangalie wingi wa maadui waliokuzunguka, usiangalie wingi wa wa vita mbalimbali, usiangalie wingi wa miamba iliyopo kwako jua limewaka kwa ukali wa kiasi gani kwako, kila tazama uweza uliopo katika Kristo Yesu, tazama nguvu zilizopo katika Kristo Yesu. Na ndio maana wewe, unganisha mipango yako unganisha naye. Oh, malengo yako unganisha naye, endelea tu kuunganisha. Unasikia kunena kwa lugha, nena kwa lugha huku ukiunganisha, na wala usijizuie kunena, usijizuie kunena, maana Biblia inasema naye anenaye kwa lugha, semina watu oo, anasema na Bwana ni Bwana, unasema naye, na kadiri unavyosema naye anakujenga, anakujenga, anakujenga. Maana anajua udhaifu wako ulipo, anajua udhaifu wako ulipo, na ameona namna ambavyo kwa udhaifu huo umekwama miaka mingi. Elfu mbili na ishirini na sita si mwaka wetu wa kukwama, ni mwaka wetu wa kusonga mbele, ukiishi kwa imani, ni mwaka wetu wa kutembea nuruni kwa Bwana, ni mwaka wetu wa ku nuruni kwa Bwana. O oh, nuru ya Bwana iwake

majibu yayo maswali kwa jina la Yesu, ukayapate pokea. Hiyo neema kwa jina la Yesu, majibu yayo maswali ukayapate kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maeneo unaoyaona magumu, unayoyaona magumu kwa jina la Yesu, njia ya kuona mwanga na wepesi ifunguliwe sasa, ifunguliwe sasa, ifunguliwe sasa. Moyo ulio mzito kwenye maswala ya kiroho, moyo lio mzito kwenye masuala ya kiroho moyo ulio mwepesi kwenye masuala ya kidunia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kuombea neema ya Mungu ikushukie elfu mbili na ishirini na sita, moyo wako ukawe mwepesi kuanzia leo kwenye masuala ya kiroho, moyo wako ukawe mwepesi sasa, ili na wewe ukakue kiroho kama ambavyo Mungu amekukusudia kukua. gandarabo shakaraba Nde, rita teboyoko rita shangaramasaka. Endelea tukuomba, mtu wa Mungu, endelea tukuomba, endelea tu kuomba. Ita uhai wa Yesu, ita uhai wa Yesu, maana umeonewa sana. Shetani amekuonea mno, wachawi wamekuonea mno. Umejenga nyumba mwenyewe lakini uwezi hata kuingalia kwa raha. Mii ni wa kwako lakini unaenda kama mgeni. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa unaumwa ukikaa unarogwa. Oh, limetosha. Unganisha na, oh, na uhai wa Yesu. Unganisha hilo hilo halizi na uhai wa Yesu. Unganisha hiyo duka na uhai wa Yesu, unganisha hiyo huduma na uhai wa Yesu, weunganisha we unganisha kila palipo pabaya kwako, kila unapoona ni pabaya unganisha leo na uhai wa Yesu, ili yaweke mbegu ya uhai ana pipa ya Yesu. Kila anapokaa anapapuisha, anapapugua, anapaweka hai, na kwake hakuna mauti, kwake kuna uzima tele kuna uzima tele. Endelea tu mtu wa Mungu, endelea mtu wa Mungu, endelea baba, unganika baba, unganika, endelea mtu wa Mungu, endelea, endelea kaka, ndani yako usikie ule mzigo wa kuomba umekuachia, umekuacia wewe, endelea, endelea.